Fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun. Tayb, bismillahi rahmani rahim. Katika masala haya ya miamala, kuna maswala yanayoitwa kwamba ashurut ashurutu wa aksamuha, masharti na vigawanyo vyake. Sasa hapa pana sharti na katika asli, mtabibu, mtu anayefanya tiba kwa <tipa> mujibu wa sheria kwa maana yani, katika taratibu za kisheria hatakiwi kuweka sharti kwamba na kutibu na kutibu kwa sharti, ukipona au ukipoa nilipe kiasi fulani. Kwa sababu hili sharti ni sharti ambalo si sahihi, kwa sababu binadamu hajui uhai wake uko namna gani, unakusha wakati gani. Anza kamtibu ili apoe, akafa mgonjwa, si kwa kuwa yeye ndio kamuondosha uhai wake, lakini siku imefika, kadari Allah, imefika kaondoka duniani. Je, atawadai wale ambao ni warithi wake? Kwa sharti kwamba ukipona utanilipa pesa yangu. Taibu, hakupona. Aa, isipokuwa masharti yasiwekwe, masharti ambayo yanakwenda katika uhalali kwamba, yani almuslimuna ala shurutihim wa Waislamu watekeleze masharti yao waliokubaliana. Isipokuwa tu illa shartan ahalla haraman au harrama halalan, isipokuwa masharti ambayo litaharamisha halali au kufanya halali kuwa haram au kufanya haram kuwa halali. Kwa sharti liki halalisha haram au kuharamisha halali, basi hilo halikubaliki kuwa ni sharti sahihi. Sasa kumwambia kwamba kwamba lipa laki mbili na kisha ukipata nafuu au ukipoa utalipa laki moja, lakini nafuu ikupatikana, ina maana kwamba sharti hili halijatimia bado, atalipa pale ambapo nafuu itapatikana lakini je, nafuu hiyo inatokana na kutibiwa na yule mtu au ni nafuu kwa mujibu wa sababu nyingine, mbali kwamba huenda ametibiwa yeye. Sawa, nafuu haikuja kwa mwaka mzima, kaja nafuu baada ya muda mrefu mno, kwamba haiwezi kuwa nafuu ile kwamba inatokana na dawa aliyopewa siku fulani, pengine ina maana kwamba itakuwa bado sharti ile inakuwa eh, limeninginia baina ya kuwa ni sababu ya kulipwa, au kutoka sababu ya kulipwa. Kwa hivyo katika jumla tu ni kwamba kwa kuwa amekubaliana hivyo na hiyo ni sehemu katika haki. Baada ya kua kafanyiwa huduma fulani, basi atakapopata nafuu wakati wowote atamlipa mtu huyo kile ambacho alikubaliana, bila kujali nafuu imetokana na kitu gani. Ikiwa imetokana na dawa aliyopewa au huduma aliyopewa, basi alipa deni hilo, na ikiwa si hivyo, basi muhimu nafuu impatikana, deni hilo alilipe, ili kuondosha dhima ambayo inawezekana kuwa ikamthibitikia yeye kuwa ni deni kwake. Kwa kuondosha deni hilo, alipe deni hilo atakapopata nafuu kwa wakati wowote ambao atajaliwa kupata nafuu hiyo. Lakini masharti kama hayo hayatakiwi kuwekwa katika miamala aina hiyo. Na sasa na mtu ambaye anakopa pengine pesa, kwamba anasema kwamba atalipa siku atakapojaliwa, hiyo ni sharti batili hilo, aiyo kwamba atakapojaliwa, wakati gani atakapojaliwa? Kipita miaka 50 ajaliwa makalipe, eh. Kwa hivyo lazima iwekwe, iwekwe ahadi ya kulipa kwa wakati maalum, ndio kwa nini nimeelekeza katika sura ya pili aya ya dini Allah subhanahu <tabu> <tabu> hey, wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu, ayyuhal mu'minu takapodaiana kwa deni lolote mpaka wakati maalum, muda maalum, basi liandikeni hilo deni lenyewe, liandikwe ile deni kwa wakati maalum, kwa wataje sana talipa deni hili tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani inshallah. Kisha baki ya kusubiri tarehe hiyo, na akipata uwezo alipe, asielewe haki ya watu wakadia kuwa uwezo tayari amekuwa nao wa kulipa deni hilo, kwa hivyo walipe deni hilo inshallah, baada kupata nafuu kama walivyokubaliana katika sharti hilo. Ama huyu mwenzetu mmoja aliuliza pia kwamba alioa kwa shilingi mia mbili, la swala la urithi, urithile sahihi, umelikumbuka? Naam kwamba mumewe na... anamtamkia maneno mabaya manaki, kwamba halipi mahari yale ambayo anadaiwa na, na mkewe anajua mm. hayo kaenda kuongeza mke wa pili wakati hajapata mahari ya mke wa mwanzo hajalipa, na mfano hayo. Kwa hiyo kwanza kabisa nikumbushe waumini wote kwa ujumla kwamba kullu nafsin marhunatun bidainiha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila nafsi imefungamanishwa imeninginia kwa deni lake manaki, kwamba akifa mtu ana deni basi ndakiwa kwanza deni lile lilipwe kabla ya kuzikwa maiti yule, au lichukuliwe dhamana, anaswaliwa kuwa. Na, na wengi hutokea kudharau madeni ya mahari kwa kuwa kwa kisingizio kwamba huyu si mke wangu tu, wakati wote tamlipa, wakati wote tamlipa sawa, hakikini deni. Na ikiwa atafariki mume kabla kulipa mahari yale, na alikuwa ana mali, anamiliki katika uhai wake. Basi, kabla hugaiwa mirathi, deni la mke nalo lijumla katika madeni mengine, kwa sababu warithi nao pia utokezea kuwa wanakuwa wakorofi baadhi ya warithi. Kwa mshafariki mume pale, mke anasema nadai mahari, kesi fanya, nakwambia mtajuana wenyewe kama deni ya watu wengine, ka ghairi hi min duyuni alghurama, lazima alipe walipe wale warithi katika jumla ya mali ya marehemu. Na mke kudai haki yake ya ya deni ambayo anadai mumewe, sio hoja kwamba yeye alikuwa hampendi mumewe, sababu hii ni haki ya mali yake mwenyewe. Na mke ana haki ya kumiliki mali yake mwenyewe, na ana haki ya kudai mali na ana haki ya kusamehe vile vile, ikiwa ataamua kusamehe mwenyewe kwa hiari yake. Kwa hivyo, na vile vile kupewa mke mahari kama deni, maana ya kulipwa mahari haimaanishi kwamba apunguziwe katika fungu la mirathi. So una ndugu pia wakorofi baadhi yao. Wakishamlipa deni lake sasa, anaambia sasa, kwenye mahari kwenye, kwenye mirathi sasa, hapa tunapunguza kidogo kiasi fulani hapa. Upate robo kamili, upate nusu, upate nini, thumuni pengine kumbe inatakiwa kwamba apate haki yake mirathi kama kawaida, na kile ambacho ni haki yake nadai pia nayo, alipwe kama kawaida, kwa sababu hiyo ni haqqun mutaalliqun bima tamlikuhu binafsiha, ni haki ya kile ambacho chochote mwenyewe kwa nafsi yake mirathi yake. Hii ni kauli batil na ni dhambi kusema neno kama hayo, kwa sababu ni kukanusha ile ambayo amethibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana akasema kwamba walakum nisu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, kwa maana nyinyi wanaume waume nyinyi munayo sehemu ya mirathi muna nusu ya mirathi ambayo wameacha wake zenu. Kwa hivyo Mungu kathibitisha kwamba mirathi wanayo waume kwa wake zao na wake pia na mirathi kwa waume zao kwa hivyo kinachotakiwa ni kwamba eh, kile ambacho kinadaiwa katika haki ya mirathi, katika haki ya madeni kilipwe, na wakati wa kurithi pia, ikiwa na, na haki ya kurithi, huyu mume atarithi. Na ikiwa nadaiwa vile vile na mkewe ambaye kisha kwa marehemu wakati ule pengine eh, Allah ampe siha njema na afya njema, basi atakotakiwa pia eh, alipe deni lile kwa wale ambao ni warithi, japo kwa anachokilipa pia nacho itaingia katika jumla ya eh, eh, mafungo ya mirathi, nae eh, pia mdaiwa akiwemo katika warithi hao. Kwa hivyo inshallah, maneno haya, mume anatakiwa afanye toba kwa kutoka neno kama hayo, kwa sababu ni dhambi kuhalalisha kile ambacho e, kuharamisha kile ambacho Mungu amekihalalisha. Mirathi ni jambo halali kwa mume kumrithi mkewe na pia mke kumrithi mumewe. Kwa kusema kwamba hata urithi, hiyo ni kauli ambayo inapelekea kusema kinyume na vile ambavyo Allah mtukufu ametaka. Kwa hivyo hilo si jambo halali, afanye toba na arudi katika kutekeleza yale ambayo anatakiwa kulipa. Ama mahari yalipo lini mahari nalipo wakati wowote ambao mume amepata uwezo. Na ikiwa wataachana wanandoa na ikawa hakuna njia ya kurejeana tena, maki talaka ni ya mwisho, mfano au eda imekwisha kwa talaka moja kini, eda ikamalizika, maki hapo mume analazimika, hana hiari, ni wajibu wa malizia deni lake la mahari lote, wala hakuna fursa kumongezea chochote katika muda isipokuwa akiridhia mke mwenyewe ndio kwa hiari na kwa haipo tena. Kwa hivyo walipa madeni yao kabla ya kufika wakati ambapo wanatakiwa kulipa, wakawa hawapo duniani, ikawa inashughulisha warithi wengine, na pengine uthibitisho akawa haupo katika maandishi au katika nyaraka zile tarajishi za ndoa, ikaleta shida katika masuala mengine ya kudai haki kwa wenye kustahiki. Wallahu taala alam.